Msanii wa muziki Ibra kutoka hapa hapa nchini Tanzania ameonekana kufanya show ya kwanza kabisa. Yote hii ni mara baada ya kuweza kutoka Konde Gang, pale Konde Music Worldwide. Alionekana kutoka na mambo alikuwa ni kama vile sawa dakika za mwishoni mwishoni, lakini japokuwa kuna sakata la bilioni moja kwamba alipishwa, alipishwa bilioni moja ili aweze kutoka Konde, lebo ya Konde Music Worldwide. Sasa sakata lake pamoja na Harmonize lilionekana kutamatika vizuri kabisa, Harmonize baada ya kuweza kuthibitisha mambo kwamba anamwacha kabisa na kuwa kama msanii ambaye wa kujitegemea na hayupo tena kwenye logo ya Konde Music Worldwide. Sasa ameonekana kwenye show ambayo show hiyo ilikuwa ni ya Dodoma, na kama unafahamu kwamba e, Bill Nasi ni mmoja kati ya watu ambao walianzisha e, bana kampeni yake ya chuo kwa chuo ambapo alikuwa akifanya show tofauti tofauti, na amekuwa akiwaalika kama e, ma star tofauti tofauti wa hapa Bongo, wamekuwa akipanda kwenye stage na kufanya performance zao, na imekuwa ni kama e, platform ya kuweza kusambaza muziki wao, lakini pia kukutana na mashabiki wao. Sasa kwa upande wa Ibra imekuwa ni kama nafasi ambayo e, Bill Nass ameweza kumpatia Ibra kuweza kupanda kwenye stage ya chuo kwa chuo ambapo ilikuwa ni Dodoma pale, lakini moja kati ya vitu ambavyo Ibra aliweza kuvifanya ni aliweza kupakia video hiyo ambayo alikuwa akiperform kwenye stage ya chuo kwa chuo ambayo alikuwa amekaribishwa na e, Bill Nass. Sasa aliweza kupakia video e, fupi akiwa na mashabiki wake, lakini pia kwenye uwanja wa caption pale aliweza kuandika ujumbe ambao ulikuwa unasomeka hivi, shukran sana kaka Konde, bila wewe isingekuwa rahisi hii kitu music. Akaweka emoji fulani hivi za kushukuru, nenga tajiri, nipe show nyingine, nikutane na mashabiki zangu, nimemisi sana eh, kuona nikikimbia nao. Akamtag pale e, eh, Bill Nasi, lakini pia hatujamalizana bosi zi, eh, simu ziite, akawa amemaliza na emoji fulani hivi za simu, lakini pia e, eh, kuweka emoji fulani hivi za star E bana, akamalizia pae oh kopa kopa. So, Instagram pale ni kama vile akiendelea kila kitu ambacho alikifanya katika maisha eh, yake, Harmonize alikuwa kumlea taratibu taratibu pale uuoatywatmyuo gang worldwide na walionekana kabisa kumaliza tofauti zao baada ya lile sakata la bilioni moja kuonekana limeenda viral kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii. Kuna vitu kadha kadha, lakini sasa hivi ni kwamba Ibra ameonekana kuendelea kumshukuru Harmonize kwa jitihada ambazo alizifanya binafsi, lakini pia ameonekana kuendelea kufanya show, na hii imekuwa ni kama show ya kwanza kabisa tangu ameweza kutoka eh, Konde Gang, eh, show kubwa ambayo show hii imeonekana eh, ni kama vile Ibra mashabiki wake umempokea vizuri kabisa hata mara baada ya kuweza kutoka Konde Gang Gang na amemuomba sasa e, Bilnasi kwamba simu ziendelee kuita e, in case kama kutakuwa kuna show nyingine ambayo inabidi sasa ndiye mwenyewe afike kwa ajili ya kuperform, basi aitwe mara moja kwa ajili ya kuweza kukutana na mashabiki wake, cause msanii lazima kutana na mashabiki wako ana kwa ana. Kwa hiyo ameonekana ni moja kati ya watu ambao e, bado wanasha, wanashabikiwa sana na mashabiki wake, na kama unavyojua kwamba Ibra pia ameachilia nyimbo zake ambazo hizi nyimbo za mwisho ambazo ameziachilia zimekuwa ni hit song ambazo zimependwa sana na mashabiki wake so anatamani kuendelea kufanya kazi eh, mara kwa mara na mashabiki wake waendelee kumpokea eh, kila siku inapoitwa leo. So kwa kweli, kama mdau wa burudani, kama ujapata nafasi ya kuweza kuona hiyo video, basi ipo kwenye ukurasa wa Ibra pale. Ukiandika Ibra, basi unaweza kumpata pale, na hiyo video utaikuta pale, iko ameiposti pale, akiwa pamoja na mashabiki wake wa Dodoma kwenye mtandao wake wa Instagram. Tupe mtazamo wako kwenye njia comment hapo, sije kusubscribe ku like utakumetisha kinao manoma chao chao